Najua watu hapa sai nimekuona leo, siku yangu, toka nimekupa ujumbe wangu pana muda mrefu. Ujue mpaka nakuaga naweka akiba hii ya baadaye. Hii ya baadaye. Ya baadaye hii ya baadaye. Kumbe hauna siri, ina maana yale tuliongea tumeenda kumwambia mme wangu hivyo. Ulijua mme wangu ataweza kunificha mimi wenye Nipe Tano bado tunaangazia ulimwengu wa sanaa na maigizo, ambapo hawa ni baadhi tu ya waigizaji waliocheza series ya Gizani ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana tamthilia hii katika ukurasa wa YouTube chini ya director Kindege. Sasa tuko na Kolleta, tunataka kufahamu pia na yeye haso zake, maisha yake likuweje, pia akapata nafasi kucheza uh, series hii ya Gizani. Sikia nikwambie. Mwanangu mwanaume nilisha kuambia sitaki unifuatilie katika maisha yangu. Nina mtu wangu ambaye ninayempenda sio wewe. Tena kama mbali na mimi tafadhali, nisende nikufanye kitu ambacho hutakuja kusahau katika maisha yako. Naomba uniache. Ondoka. Sitaki kuona. Naomba ondoka. Ondoka. Majina naitwa Kolleta Joseph Ndunguru. Mpaka sasa umecheza filamu ngapi labda? Hadi sasa nimecheza filamu mbili. Filamu ya kwanza inaitwa Gizani ambayo hadi sasa watu wanaifuatilia. Filamu ya pili bado haijazinduliwa, tunasubiri kutolea uzinduzi mwezi wa sita na mm, yenyewe pia mtaiona. Inaitwa je hiyo? Inaitwa Penzi la Bindichifu. mm. mm. tunasubiri kutolea uzinduzi mwezi wa sita. Okay, na sana umeanza lini kwa ujumla? Sana nimeanza mwaka huu, ambayo hii muvi ya kwanza inaitwa Gizani ni series. Kama series ni muendelezo, imeshaisha au kwa ah, watu bado naifuatilia. Ah, nasema ni katika zile kucheza series zenu, mshazimaliza zote eh? Tushazimaliza zote mmm. Michezo ya ngapi hadi ngapi? Episode ya ngapi hadi ngapi? Episode ya kwanza hadi 20. Oh, okay. Na ndo sasa hivi mmeupload ngapi? Mm, sasa hizi mtandaoni na hizi episode ya 10. Ya 10. Mm. Okay, unaioneje, labda imekufungulia njia yoyote hadi uende kupata kazi nyingine, au hiyo kazi nyingine ilikuwepo kabla ya Gizani? Kwa mara kwanza, mara ya kwanza, kabla sijaingia kwenye hii kazi nilikuwa muoga, mm. Lakini baada ya kucheza hii movie ya Gizani, mm -hmm. na nilipoingia hata kucheza movie ya pili, ah, kidogo uoga ulikuwa umetoka, mm. nilikuwa nafanya kazi vizuri tu bila uoga wowote, nikawa siogopi chochote yani. Na uoga ulikuwa unasababishwa na nini? Labda tu kwa vile hii kazi nilikuwa naitamani toka bado mdogo, nilikuwa hmm. bado tu sijapata njia niingilie wapi ili nifanye hii kazi, lakini hmm. namshukuru Mungu nikapata support, ukaniambia bwana, twende tuingie, tukacheza nami kweli, nilifulani hmm. hmm. nikaweza kufanya kazi hapa. Tunaona kwamba uh, Gizani inatazamwa na watu wengi, labda pengine kwa siku za baadaye ni filamu ambayo tunafahamu, mmeitwa na watu kwa siku za baadaye. Unafikiria pia na kucheza filamu yako unaisimamia wenyewe, yaani hiyo we story umeiandaa we mwenyewe au umenunua kwa mtu story, lakini iwe chini yako wewe? Imo kwa kweli natamani hata huko mbele ndio itokee hivyo. mm. lakini mimi nazidi kumwomba Mungu huko mbele ije, yani niwe na kitu kama hicho. mm. mm. nazidi kumwomba Mungu, maana hii kazi naipenda sana, iko kwenye damu. mm. Okay. Uh, zamani ilikuwa ni changamoto sana. Uh, uh, watu kwenye kuigiza kuto nakaa kwenye na makundi kwa muda mrefu, lakini anasugua benchi, yaani a haonekani, hata filamu hakuna iliyorekodiwa. Hii ya safari hiyo, umesugua benchi kwa muda gani? Sugua. Hadi watu, hadi watu kukupa nafasi, kukuamini. Kuniamini? Kwa vile mtu mwenyewe nilivyokuwa mchangamfu kwenye hiyo kazi hata mm. kwenye kupiga mazoezi kwa muda mwingi sana, kuna tamani sana hasa pale wanaponielekeza tupige mazoezi mm. nilikuwa na fly sana, kwa sababu muda watu wanapisa tupige mazoezi na kuna fly, yani kuna kitu fulani hivi mm. kama yani najiamini fulani, hata tunapoingia kwenye ile kazi yani tu ah, yani kama vile tunalikuwa napiga mazoezi, nachukulia tu vile mm. Mm -hmm. Nyumbani baba aliwahi kuwa mwingizaji au mama au mjomba labda, au ndo wewe? Ni mimi tu, lakini hata kaka yangu naye pia anatamani sana kwenye hii kazi, sema tu majukumu ya mimi. Mbaba anaitwa nani? Ah, nani anapenda kuigiza? Hata kuimba lakini ndio mimi majukumu yamebana ila tutajiwahi kuingia kwenye kazi. Ah, wewe kwa licha ya sanaa ya maigizo pia hata kuimba unaimba? kuimba naimba lakini tu bado kwenye kuimba bado sasa, ile mara kwanza kipindi hicho nilikuwa mm, napenda sana kwani nilikuwa napiga dini nikawa mm, naimba bongo flava Singeli, lakini ghafla kipaji kikafu, kwa sababu na tatizo fulani nilikuja kunipata kubwa, nika hapa, mm, sitaki tena kuimba, sitaki kufanya kazi hii tena. Ila nashukuru Mungu nilipo kuja tena tatizo kutoka nikajikuta mm, tena na tamaa hiki kitu sauti ani, sa ilikuwa imekatwa ime au imefanyaje Ah, so sauti sauti. Hmm. Kuja kufiwa na mwanangu. Ah, pole sana. kazi Ila hata sasa kwenye kuimba toka pale ndipo hapa. Sijabeni sana kwenye kuimba, napenda sana tu kucheza. Ni kucheza movie. Ila mtu akiniambia ni support, hata kinielekeza hmm. nyama. Nyama mwingi sana. <laughs> Okay, na wazazi wanakusapoti katika kazi yako labda? Sana, tena sana. Mamangu ndio kila siku ananiombea mwanangu tunakuombea, mwanangu kina dada, kina kaka, wanapenda, wanapenda nifanye hii kazi. Mm. Hmm. Kwa wazazi wana support hata unaposema huko location, wana kwanza, wanapenda hata nakuambia, mami sasa hizi sina hela kumtumia mtoto huko nipo, kaambia nasema, pambana mwanangu, fanya kazi kwa uhuru, mimi nitapambana, jua mwanangu atakula vipi, ataamka vipi. Sana. Hmm. Kwa Okay. Na unahisi kwa nini wazazi wengi wengi? Ni wazazi kwa sasa hivi wengi wengi naona kama wameanza kuamka kwenye sanaa hii, inasababishwa nani? Kwasababu mwanzoni wazazi wengi walikuwa waamini watoto wao kwenye sanaa, lakini sasa hivi kila naye mmoja anasema baba au mama ananisapoti. Unahisi ni kwa nini wazazi wameanza kuamka? hmm. hmm. Ni ila ni, ni wazazi wako tu mwenyewe labda mm -hmm. Walikuwa na mwamko toka siku ya kwanza. Eh, toka siku ya kwani toka kipindi cha nyuma alishanijua, sababu kipindi cha nyuma bado mdogo alikuwa anapenda sana kucheza cheza kwenye makundi. Mm -hmm. Watu akiwa kwenye vibabu na mimi katakata maono, lakini ilikuwa sijui chanzo ni nini. Okay. Kwa mm -hmm. ile hali hata nilipokuja kutamani hii kazi mama wangu alishajua, mtoka bado mdogo alikuwa anapenda sana mm hiyo. -hmm. Na tulea au mlisocheza tu mm hizi -hmm. um, tayari. Ni ni series na yenyewe tamthilia kama Gizani <laughs> au yenyewe ni filamu tu ya kawaida? Ah, kama Gizani. Kwa hiyo mmecheza zote mmemaliza? Eh, tumemaliza. Kwa hapa ni kazi tu ya producer na director ambao walikuwa nao. Mm. Kwa sababu ni kazi kwa editing team, mwezi wa sita tunaifanyia uzinduzi. Ah. Ah, sawa. Na kuna kugombana huko location? Mm -mm. Hamgombana? Kwenye kazi zetu kuna kugombana gombana? Hmm. Hamna. Tumeishi sana, tumefanya kazi safi. Toka umeanza hamna ugomvi? Wanawake bwana, mnatengeza kugombana gombana huko lokesha? Hamna, tujagombana, ila tu tunashukuru Mungu, hata anamuita ajuae alikuwa vizuri sana kutusimamia, hata hmm. anapona kidogo tumekosea, alikuwa haraka sana kutukanisha, mambo yanenda safi. Ndio maana kazi yetu ilienda safi, tukamaliza safi, tukaona kwa amani. Ndio hata sasa tukionana, tusalimiana story kama kawaida. hmm. Hmm. Ni neno na wako naweza kuambia mashabiki ambao pia wanaifuatilia Gizani lakini pia ambao wataenda kufuatilia series nyingine hii. Nini ambayo leo unaweza kuwaambia? Mm, mimi nawaambia tu hivi. Waendelee kufuatilia filamu wasichoke, toka season ya kwanza hadi ya mwisho wataelewa maana ya hiyo Gizani. Iko vizuri sana, mashabiki wangu, muendelee kuangalia. <laughs> Na wanakupata vipi katika mitandao ya kijamii, labda watu wakitaka kukupata wewe mrembo, huko kupiga story na wewe? Unatumia jina gani la Instagram, eh? Filamu ya kwanza nimetumia jina hii, kama nimetumia jina Kolleta Ndunguru, ila hii ya pili na laet dungu a filamu tunaitwa Janet. Yeah, Janet.